Chuo cha mafunzo wa ufundi stadi Audrey Veldman VTC kilichopo mkoa wa Arusha wilaya Karatu kata ya mbul Mbulumbulu parokia Mtakatifu Brenda Nikitete kitete kinachomilikiwa na jimbo Katoliki la Mbulu na kuongozwa na shirika la Msalaba Mtakatifu kinatangazia nafasi ya masomo kwa mwaka masomo 2026 katika fani za muda mrefu yani miaka miwili na za muda mfupi yani kuanzia miezi mitatu hadi mwaka mmoja. Kumbuka chuo chetu kimesajiliwa na baraza la taifa la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi na NACTVET kwa usajili namba registration mkwaju na NACTVET mkwaju 0555 Kozi za muda mrefu ni kama zifuatazo: umeme majumbani, uchomeleaji na ungaji vyuma, Ufundi bomba, uwashi, useremala, ushonaji na ufumaji, uongozaji wa utalii, teknolojia ya habari na mawasiliano, yaani ICT, na kozi za muda mfupi ni kama zifuatazo: kompyuta, ususi na urembo, ufumaji wa masweta, Udereva, ungaji wa milango na madirisha ya aluminium, video na upigaji picha. Chuo chetu ni cha kutwa na bweni, na ada zetu ni nafuu sana. Ada ya bweni ni shilingi laki tano na elfu themanini pekee. Gharama hii inajumuisha chakula na malazi, na ada ya kutwa ni shilingi laki tatu tu kwa kozi ya muda mrefu, na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa vijana wa useremala na uchumiliaji, watapata fursa ya kujifunza madirisha ya aluminium bure kabisa chuo kinapokea vijana wa jinsia zote kuanzia darasa la saba na kuendelea. Chuo chetu kinatoa malezi bora ya kiroho na kinapokea vijana kutoka mazebu yote. Chuo kimefunguliwa tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 2026, na tunaendelea na udahili wa wanachuo wapya. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo: mkurugenzi wa chuo 0626 01 6409, mkuu wa chuo 0629 moja nane, 02, 07. Namba ya chuo ni 016777931 na pia tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina moja tu la Audrey Veldman VTC. Wai upate mafunzo kwa manufaa ya ujenzi wa taifa. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Audrey Veldman Lumen Redo Karatu na FM Manyara Babati, nyote mnakaribishwa.